Jina langu naitwa Zakesha Bandaudi ni mtendaji wa, ju, wa jumuiya wanawake wenye ulemavu Zanzibar. Uh, na hapa nitajibu swali nililoulizwa kwamba yani, ni mbinu gani mwanamke ambaye anatakiwa atumie uh, katika uh, kuondokana na mila desturi zinazomnyima fursa kufanya maamuzi ya, ya kisiasa uh, kwa mbinu ambazo wanawake wanatakiwa kutumia, nisitumie mwanamke mmoja, wanawake wanatakiwa kutumia kwanza uh, kwanza kwenye kwenye kwenye familia, kama tunavyojua, mama ni mlezi. Lazima mama ahakikisha kwamba anamjenga mwanamke au anamjenga binti ambaye ataweza kuzungumza, ataweza kutetea maslahi yake na pia ataweza ataweza kuwa mshauri kwa jamii, kwa familia na hata anakoenda huko mbele. Lakini pia uh, ukiacha kwenye familia pia Uh, kama mabinti sisi tunatakiwa tuweze tu, tupate uwezo wa kujiamini. Uwezo wa kujiamini unatokea wapi? Uwezo wa kujiamini unatokea pale unapoona fursa zinapotangazwa. Fursa japo ndogo, unaambiwa leo hii kuna labda kuna kazi ya vikundi, anayetaka kujitolea ili ni sehemu ya yeye mtu kujifunza, kujiongezea maarifa na pia kujiongezea ujuzi, ili baadaye aweze kusimama kama katika kutetea haki zake za msingi ambazo moja kwa moja zinagusa masuala ya kisiasa na uongozi. Lakini pia uh, licha ya hivyo uh, pia tunatakiwa kama wanajamii tuweze kuwa tuwe, tuweze kuwashajihisha watoto wa kike waweze, uh, waweze ku, ku kwenda shule kusoma kujifunza mambo mbalimbali, hususan kwenye masuala ya ya sayansi na teknolojia. Hiyo inamwongezea maarifa na uelewa zaidi wa kuweza kupambanua na hata kuwa tunasema, anajenga ule umahiri wa kuweza kushiriki fursa mbalimbali za kisiasa. Tuje kwenye mila na desturi tunasema kwamba mila na desturi ni vitu ambavyo jamii kama jamii wao wenyewe wamejiwekea, na nafikiri kwa kwa upande wetu wa Zanzibar hakuna mila na desturi ambayo inamkataza binti au mwanamke kuenda kujifunza au kuweza kufanya maamuzi. Zaidi tu ni mitazamo ambayo watu wamekuwa wamejiwekea kilini mwao. Kwa hiyo ni muda sasa wa kuweza kushajihisha jamii kuweza kuwapa kuweza uu-kuwapa ku, ku, nafasi zaidi watoto wa kike, kuweza kuwapa nafasi zaidi wanawake, kuweza kuwapa nafasi zaidi mabinti waweze kujiamini, waweze kujifunza na pia waweze kujijenga ili upate ule mahiri katika kufanya maamuzi mbalimbali ya kisiasa.